Kwanza nimefurahi sana, nimefurahi sana sikia kaka yangu Karim Boimanda akizungumza vizuri kwamba timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi. Hayo ndo maneno kaka, e. Timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe 25 jukumu langu la kwanza ambayo nimepewa hapa ni kutangaza viingilio Uhe, vya mchezo huu wa Kariakoo Dabi siku ya Jumatano. tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini hizi zimeshamalizika Eh hazipo tena kwenye system. tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka Ncard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache hizi zinapatikana kwa shilingi elfu thelathini. tiketi za VIP C ni shilingi elfu ishirini na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange lile ni shilingi elfu kumi alafu mzunguko ni shilingi elfu tano Kwa hiyo tafsiri yake tiketi zobakia za VIPB, VIPC, orange na mzunguko, kuna haja ya kurudia viingilio hapo? ipatikana sawasawa, hiyo safi. Jambo la pili, uh, ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano. Lakini kama kabla sijajikita hapo, nami ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisisitize hili ambalo wenzetu wa NKAD wamelizungumza hapa. Tafadhali sana pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi nane halafu ile mechi ikayeyuka yayo. Ile tiketi bado unayo, si ndio bwana? Ile tiketi bado unayo nyumbani utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi machi nane na ile tiketi bado unayo, hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani. Wewe ukifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, ka punch, taratibu kama kawaida ingia ndani. Hatua namba moja kwa mtu ambaye ya ana kadi yake mpaka sasa hivi atutazama live kupitia Azam TV, hapa ana kadi yake na alikuwa anajiuliza, mimi nilikata tiketi machi nane, sasa inakuwaje? Utaratibu ni ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani. Utaratibu wa kawaida wa kuingia utaotumia geti lolote, jukwaa lolokata, kapanchi mlangoni, ingia ndani. utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi, sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi, maana tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi nane, yani ile kadi ulishindwa kuitunza, una pochi, una kabati, huna lolote bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Eleweke vizuri, yani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unaijua hujakata haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza. Utaratibu huo tofauti. Mwingine kwa wasumbufu, bodi muutafute, nashauri mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata. Maana unajua mlango tuliofungua, au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo. mimi nilikata ni, nitafute huko sifuri saba sifuri saba, wewe una uhakika nayo, ili usitupe mlolongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo, ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo jinsi gani, na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu geti A na geti D, si ndio? Yale yani mageti, mwende pale mtakuta deski maalum mwisho kabisa, mwisho kabisa. Unajua deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi, kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum ndo wewe ambao umepoteza kadi eh. Mmempa heshima huyu mtu <laughs> yaani, kadi umepoteza na umepua deski maalum bodi ya ligi tuitupe nini tu, tu tena. Mbona hatupenda namna hii jamani? Taratibu mzuri yani, kadi hukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana mimi nilisajili kwa namba hii na hii, kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe Almasi nani, unapewa cha kwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au ncard au timu mwenyeji. Ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata, ncard, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa hiyo nikasema nilipitia kidogo hapo niweke msisitizo na mimi. Watu wasije wakachanganya hapo. Kwa mimi nilikuwa na kadi yangu na wewe ukaamka tena, ukaenda makao makuu na kadi unayo. Wewe kama una kadi Tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea, ndio uende kwenye taratibu za kuswapu. Hii swap ni kizungu, kiswahili chake nini? Kuchanja? kuchanja eti? Swap ni kubadilishana, mwanzo, kubadili kwenda mwanzo. Nikasema eh, kuchanja huyu. Sasa baada tutamaliza huo taratibu <laughs> <laughs> <Hello. laughs> wa kuswapu. <laughs> Tuje sasa kwenye ujumbe wetu sisi kama Young Africa Uh, kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo dabi, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club lakini tunafahamu umuhimu wa hizo point kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo dabi yenye msisimko wa fainali hiyo. Eh, aitokee kwenye ligi nyingine unapata Kariakoo dabi alafu ina msisimko wa fainali kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake nakuwa imemalizika. Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi maana, ili tusisahau <laughs> muhimu sana hii, maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba hao wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje eh, tulitengeneza mazingira ya kupata sare itusaidie, sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia, tunafika Jumatano tuna option hizo, yani wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa sisi hata endorsement moja tunachukua wa champion. Kwa sisi tunakwenda kwenye hii mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo, kwamba mechi inaongezeka msisimko kwa hilo jambo, lakini la pili, am sisi, upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi ni mechi yetu. Ni mechi yetu kikanuni of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingo wetu NBC, msimu huu koo mi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karimu kumkaribisha mtu mwingine. Namkaribisha Mwanayanga, kokote ulipo njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa, usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe Wanayanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza mechi yetu ya kwanza hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele, ukisapoti timu yetu lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana, kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu wakipata support yetu nyuma tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini. Panapo majaliwa wa Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku Jumatano tukiwa na furaha. Hasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu elfu sitini tu ule. Tuje tujae pale vizuri wana Yanga, wanayanga tuisapoti me tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie eh, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Eh, nisiwadanganye. Tim jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. E, mimi kidogo mambo ya kutunza, tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa. Uh, karibu nilitimuliwa baada ya mechi bwana. Taratibu za wewe na timu hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Zangu waandishi wa habari wa na nyie ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 <laughs> ta na wanachama tarehe 25, Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimemaliza kama kuna ma swali hizo maswali matatu kwa Ali Kamwe, na tutaomba mwenye swali basi asogee hapa, asogee hapa jirani, ili aweze kusikika vizuri nyumbani. Almas Media karibu, karibu hapa, uulize swali, asante. Karibu afisa habari. sema kwamba eh, nafahamu nafahamu ama yeah. ushindi utakwenda kuwapa ubingwa kwenye soka la Tanzania, e, kwenye bara kwenye mchezo wa dabi dhidi ya Simba Sports Club e, lakini tutataka kufahamu pia kutoka kwenu kama inafika pengine e, wakati nyinyi mnataka hiyo sare na, na ushindi kile, pia na wenzenu pia wanataka ushindi kwenye huo mchezo, ni kwa kiasi gani sasa mnajiandaa e, na kuupa uzito huo mchezo, kwa maana wao wakishinda mmepoteza ubingwa mbele yao na mtakuwa mnaliona kombe linaondoka mbele yao, lakini nyinyi mkipata sare au mkishinda mnachukua kikombe. Okay. Yes, nasibu kulijibu haraka haraka swali lako kwanza, si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi. Naweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo, lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata, maana tunatafuta sare, akatufanyia hii sare nyingine akaweka, maana ni jambo la maana. Hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda, lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao watambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapangwa ule kijana, you never know ukaenda kutafuta sare ukashangaa, pimpi nikaitoa nje kaita ndani, Kijili akaweka kwao. Tunasubiri hii sare ikitokea, kama hiyo, ataikataa ataipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba, ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi tatu. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa, kwa maana wewe a a lazima uangalie, mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa mipango yetu, inaanzia kwenye kutazama possibility, matokeo akiwa hivi inakuaje, matokeo akiwa hivi inakuaje. Kwa hiyo kwenye hii mechi, matokeo ina mbili, ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili, aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah.